Wanaume yangao anaitwa mudafiria ya haya bas. <laughs> Tumeshaenda fainali sasa, nyinyi Simbilisi, tunawasubiri. Ole wenu, mtu kimbie wanaume hao. Tumemshenyenda JKT goli mbili na tumeshaingia fainali. Tunamsubiri mai wetu Simbilisi ambaye aliyokuwa anasema mtacheza, mtacheza. Tunataka mje, ole wenu, mtu kimbie, piga ofsaidi gani, lefa kubababa, ofsaidi gani? Mbona kwa Makolo huwa mnawaachia magoli kama haya ah? ofsaidi gani? Sasa hamna ofsaidi hapa. Twende wana wanaume, Twende wanaume, kadeni kadeni. Ame kichu ya anaenda wapi huyo? Yanga yanga katiwa. Makolo wakifunga magoli ya ofsaidi wanaachiwa, ila zizi yanga tukifunga wanakataa Haya, shenyenta tatu wana yangao fainali, tunawasubili makolo simbilisi. Wana yangao finali, tunawasubili mai wetu si mbilisi. Ai, fainali tumeshaingia, tunamsubili simbilisi, aliyokuwa anaongea sana vepamaliza mpira bwana. Unadhani hizo goli mbili anachomoa? Yani goli mbili hata kija makoro kuchomoa hawawezi, hawawezi mali za mpira lefa mali za mpira ai, mali za mpira mali za mpira mali za za za mpira. Yanga tuende finali, ah bado dakika tatu. Abuya penyeze huku Mdasiri, dube Mdasiri, Mdasiri ah vipi Mdasiri, Mdasiri vipi baba, ah Mdasiri ungeidoku kidogo Mdasiri sikuizi wai wai Mdasiri izi waiwai wewe wasipate goli hao, hawawezi ya kupata goli, hawawezi kupata goli hatalafu Saidi. sisi ni nani? sisi ni Yanga. Yanga ni nani? Yanga ni baba. Simba ni nani? Simba ni mama, mama yoyoyo. Maxim pia zengei, pole sana baba. He, leo umeamka na mchezo mbaya pamoja na azizikia. Ilikuwa siku yenu ya kufunga magoli. Tumeingia fainali wanaume, Yanga tayari huko sasa. Nyinyi simbilisi, ole wenu mtukimbie, kwa sababu mlikuwa mnapiga sana kelele nene, tunawataka Yanga, tuna elia mkanzu, sijui tuna nani. Sasa sisi wanaume tumeshaingia fainali kwenye kombe la CRDB, tunamsubiri mai wetu simbilisi. Hapa tunaimba hivi Singida, tuwachie mai wetu, Singida, tuwachie mai wetu, Singida, tuwachie mai wetu, Singida, tuwachie mai wetu, Singida, tuwachie mai, <laughs> mai, mai wetu si mbilisi. Singida, tuwachie mai wetu si mbilisi. Ah, tunataka tukamshenyente mai wetu si mbilisi. <laughs> <laughs>